Mke wangu mashuhuri ameshinda mpaka tuzo, vipi asipostiwe kwenye peji ya mumewe au wasiandikwe akaposti mai matha eh? Habari za uongo ndo sawa eh? Sasa kukualika ni kitu kingine na kujua kusoma ni kitu kingine wote ni nitawalika lakini kuja kusoma ni kitu kingine. Alafu mimi sizungumzie habari za watu shekhe, sawa? Hii ni press kubwa, lazima tuzungumze watu ambao wana heshima katika jamii. Sasa unaanza kunitajia watu tena wa mtaani shekhe, sio sahihi, unanivunjia adabu. Watu wa mtaani, mtaani, wanivunjia adabu yani mi nimekaa hapa Serena ujue Harama kuficha presi ni kubwa. Nachukulia hizi watu presi zao wanakwenda e, vikurumbu, wakitoka vikurumbu fanye serena analetea swali la kichale. Lakini nikuambie tuwote tutawalika, kama anajua kusoma Qur'ani atashiriki, na kwa sababu ye muislamu atashiriki, na wewe na watangazaji wenzio wote tuta tutawa invite kwa maana ya kuja kukava, lakini na kushiriki kama unaweza kusoma Qurani. Mimi nina shida ya masikio, ndugu zangu. Mwaona ile juzi Diamond alituma hiyo mimi. <laughs> Kila siku mke wangu ananipeleka hospitali sijapostit. <laughs> Lakini na mimi siku hizi sikio langu moja lina mtihani, ndio maana ukiongea na kaa hivi kidogo, na kaa hivi

kwa ajili ya kujifeva yeye. Yaani mtu akiona Manara TV ni manara ni za Isa. Ni manara ni za Isa. Hii kategoria ya sehemu anakuja kujibu kupitia Manara TV. Hii TV lengo lake ni nini? Maana sisi wengine tunataka tupate taarifa kama ambavyo vile vingine vinafanya. Je, kweli hii ndio lengo la Manara TV ama mpango wako ni nini kwa hiki ambacho kinaonekana? Tutapata vingi kupitia Manara TV nje ya Manara pamoja. Swali zuri, nimefurahi bana kuuliza swali hili. Swali okera, lakini nizuri. Sasa hivi mna viewers wangapi so far? YouTube, tunafikia kama milioni kumi na tano. Unajua Tanzania ndio tulivyo hao viewers milioni 15, na ndio kwanza tuko katikati ya mwezi. Hawa kutokana na kupostiwa Haji Manara na pengine na Haji Manara na mkewe, dhambi iko wapi? Mimi content, nakuulizeni swali wanahabari, hivi mimi nisingekuwa content ni leo ungekuja hapa? Nakuulizeni, mimi nisingekuwa content ningekuja ni ni ni na maswali yenu, simnajua hapa mkiondoka leo mambo mukide iwe dhambi vipi kwa Manara TV ninoimiliki kuniposti kwa nini iwe dhambi kwao? Kama nyie waandishi wenyewe mmekuja kufata content. Mmejua Haji anakuja na mkeo, tutapata sasa, dhambi iwe ku Manara TV kuniposti halafu fiki, hizo contents ambazo zinamhusu Haji Manara zinakwenda YouTube sana, Clouds wananita, Wasafi wananita, EFM wananita, Miradayo wananita, Sikeri Masori. Nataka sasa, vipi we dhambi kwa Haji Manara na kwa Manara TV kumposti za Ilisa si mke wangu? Alafu wenzangu wote wanaumiliki vyombo, mbona wanapostiwa mpaka familia zao? Kwa nini we dhambi kwa Haji Manara Yaani dhambi ya <laughs> yu upande mmoja, by the way, mi sikumwanzishia mtu, mi nimeanzisha kuburudisha, kuhabarisha, kuelimisha. Sasa hiyo dhambi kwa Haji Manara? Posti wako ni, eh nyie mbona mnaniposti sasa? Nimwambia hapa bwana, unajua sasa hivi msiniposti, lakini nyie unaruhusiwa kwenye posti kweli? Takuwa sahihi, very unfair. Naomba tuache wafanyakazi, mkiona content inayonihusu mimi ina deserve kwenda, msiwazuie vijana, kwa sababu mimi ni content katika nchi. Sawa. Miongoni mwa contents katika nchi nimo, either you like or you not. Na ndio maana jopo la waandishi, mke wangu mashuhuri, ameshinda mpaka tuzo, vipi asipostiwe kwenye peji ya mumewe au wasiandikwe akaposimaimatha habari za uongo ndo sawa he? Haya bwana, nimejibu ha, nadhani ha? Hatuwezi kujibu sasa. Sinawakwambia kila mtu akiwa na kusema, ngoja ni kubiri siri moja, mimi shaoa hii ndoa yangu yaya ya sita. Oh, kwanini siwazungumziimak huyu kishaolewa pia huko nyuma, kwanini hawazungumzii? Ukiona mtu anamzungumzia ex wake kuna pain ina kuna kishot ki kinapiga cha umeme hivi, lakini kama um, umeachana naye na maisha yenu anaendelea mengine, huwezi kuzungumza kwa mazuri wala kwa mabaya. Ukiona mtu anazungumza kwa ex wake chochote, ujue kuna maumivu anayapitia, yani kuna maumivu tu. Mi najua mtu ex wako ukishaachana naye mshamalizana ukimtaja unampa yani unampa, yani unampa credit asizo stahili. Hutakiwi umtaje kwa mema au kwa mabaya, mnaweza mkatajana. Ukisikia kafa kampa pole shako ex wako familia yake ukepa pole, lakini kumzungumza zungumza, ukiona mtu anafanya hivyo ujue bado ana mhaho wa mahaba. Kwa hiyo mimi sitaki kujibu habari za hizo, swala la kumchangia Sijajua, sijaona. Mi bahati mbaya nachelewa sana kusoma, kuingia kwenye mitandao. Mi naangalia peji yangu na peji za watu ambao wachache, kwa hiyo sijui, lakini kama kutahitajika mchango wowote ule, tuko tayari na mimi kuchangia na mke wangu, kwa sababu ni msanii kama alivyo mke wangu, na itatupa funzo e, maigizo maigizo, mara amepost kidogo kwenye DM mepos kidogo. Ni vizuri tukaishi katika uhalisia, tukaishi katika uhalisia vizuri. Binadamu tunaomba kukosea, lakini kwetu pia iwe funzo, tusiishi katika drama drama. Lakini mimi niko tayari kuchangia na wahusika uh, wakitayarisha hiyo mkeka ntachangia tena vizuri tu. Uh, gerezani sio kuzuri. Uh, gerezani sio kuzuri, na tukubali kuishi kwa kutii sheria ili tuepuke madhara ya kwenda ku huko. Lakini uh, kama mtu ambaye sikumbuki kama nishawahi kumwona mahali, labda kwenye social media maki, nilimuuliza hata mke wangu siku ile alivyotokea, huyu ni nani Kambia msanii aliyeigiza an, Huba, yeye ndo ananielekeza bwana, huyu fulani huyu fulani, mimi siwajui watu wengi. Kwa hiyo nika nikaguswa kwa sababu ni msanii anafaa kazi kubwa sana. Haya, uh, mapungufu yaliojitokeza, basi tutaona uko mbele ya safari, lakini nitawasiliana na watu wangu, hiyo utaratibu wa kuchangia kama upo, tutatoa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, Mungu awabariki sana wanahabari.